Ukifika Nigeria, Abuja, tuna viwanja viwili vikubwa sana pale, havijajengwa 20 years havijajengwa, na wale wa Nigeria kwa kweli wametuvumilia sana. Viwanja vyote vya viwa pembeni vimejengwa vya kwetu havijajengwa. Ukipita London nakumbuke ile nyumba iko 9 Deanwood Street, ni jengo ambalo kwa kweli lilikuwa linasimama i jengo zuri kabisa lakini tumeliacha mpaka limebomoka, mpaka jiji jiji la London, London limesema vunja ujengo huu. Kwao tumevunja, baada ya kuvunja hatukujenga, yakaota magugu, ambayo ni magugu ambayo si rahisi kuyaondoa. Inabidi employ watu waondoe yale magugu kwa gharama kubwa kabisa, pesa ambazo zinafika shilingi paundi zaidi ya hamsini elfu kuondoa magugu, paundi hamsini elfu Sasa bahati nzuri niliwahi kuongea na balozi pale, akasema mimi nimetafuta fedha ya kujenga pale lakini nimewambia hazina foreign affairs wakasema, no tafuta benki investment bank, badala ya retail bank. Hakuna tofauti kati ya retail bank na investment, kama unataka kujenga jumba ya kuishi, hakuna tofauti, it makes no difference. Lakini jambo lile halikufanyika mpaka jengo likaoza kabisa, tukavunja vunja na Uingereza pale, kuna viwanja vinavyofikia kumi, na jambo hili si Nigeria na Uingereza, hata Kenya hapo Kenya kuna Upper Hill Nairobi, Upper Hill kuna kiwanja pale hatujajenga karibu 10 years. Si tumewapa ostabei pale wamejenga na wanaendelea, sisi hatujajenga Nairobi. Sasa over time tunafikiri kwamba hili jambo linashindwa kufanyika kwa sababu hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuamua tujenge, tujenge kwa fedha gani? Lakini tunalipa kodi. Sasa ukitazama ulipaji wa kodi katika miaka miwili, tunajenga jengo lako ukimwachia kazi hiyo balozi, kwamba wasikiliza balozi utafanya mazungumzo na benki upate mkopo, halafu sisi baadaye ya kulipa kodi tutalipa ule mkopo. Within 2 years utakuwa umepata jengo lako. Ni mambo ambayo yanaweza kufanyika, lakini serikali haifanyi kwa sababu tunaamini kwamba hakuna ofisi maalum yenye kupata jukumu hili. Kwa hiyo tunashauri season, kwamba sisi ni kwamba iteuliwe taasisi moja kama itakuwa TBA basi iwe TBA, kama wizara ya mambo ya nje basi wizara ya nje, kama atakuwa balozi basi apewe balozi jukumu hili, ili kuhakikisha kwamba viwanja hivi vinajengwa.